Mlapo ama mnywapo ama mtendapo neno lolote fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Sasa Mungu alitoa chakula tangu mwanzo, amefundisha chakula ni nini, kinaenda chakula kipi kiliwe, kinaenda kwa historia yote, kinaenda ili tuweze kuwa na afya. Turudi kule mwanzo, chakula gani kiliwekwa na taratibu gani ziliwekwa na Mungu mpaka tumefikia hapa. Kwa nini tusile hiki? Kwa nini tule hiki? Kanuni imewekwa na Mungu, anaposema ana akili kuliko madokta, ana akili kuliko maprofesa. Mungu ana akili kuliko dokta yoyote na profesa yoyote. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Usilete research zako kupingana, na research yoyote inayopingana na neno takatifu la Mungu lililoandikwa, hiyo si research ni, riset, ni utafiti feki, ni biased na ni feki kwa sababu mwisho wa yote ni madhara tu yatafuata hapo. Kwa hiyo watu wa Mungu wa Adventista, turudi kwenye neno la Bwana, limesema nini, tule na nini tunywe, na tunaenda mbele tunasema, tule saa ngapi? Tuleje? saa ngapi? Tuleje? Maana siku hizi kwa sababu hapa mjini siwezi kuwafundisha kwamba ee, jamani iki chakula eh, mle namna gani, kwa sababu hapa mjini vyakula ni vingi. Mahindi kila mahali, ukienda mahindi, ukienda hivi na ukiwa umeshapewa buku kumi na nini. Kwa hiyo watu kila sehemu wanakula haya mahindi, yana afya? Unakula ukienda fika pale tu unakula hindi tena, ukitoka pale umekula muogo wa kuchoma, ukitoka pale umekula karanga, ukitoka pale umekula baadaye, ukifika ugali. Ndio maana watu wa Dar es Salaam wengi uzito wao, jamani, uzito wao uko wapi? Uko juu. Kwa hiyo wana utapia mlo wa uzito mwingi utapia mlo wa uzito mwingi. Kuna ule utapia mlo wa uzito kidogo, lakini kuna utapia mlo ule wa uzito mwingi, obezi. Kuna shida ya ulaji, na ulaji huo una shida gani? Kuna shida ya kula, kula, kula, kula. Karibu kula, ukienda karibu kula, ukikelele kula, ukifika sokoni kula, ukinanii kula Yani, mlapo au mnywapo au mfanyapo neno lolote, kwa utukufu wa Bwana, we unafanya utukufu wa tumbo. Kula indi, kula choroko, kula. Yani ukifika sehemu kula. Aa, haya mahindi tena, mahindi ya nyumbani ya kuchoma haya, kula. Tukifika pale, sijui hapa kuna nini hapa, tena siku hizi eh, karanga kabisa, hizi zina afya zinaongeza na nini, karanga hizi zinaongeza, zinaongeza, kula, kula. Ukikutana na korosho, korosho, aisee, leta korosho, kula. Ukinani hivi kigeuka kidogo, ah, ufuta, ah, una selenium ya kutosha, kula ukikutana na Brazil nafsi yani yaa, leta kula. Sasa wewe ni kula, ukifika hapo kula ya, ya, jamani la, la kienyeji kula, kila saa kula kula kula kula. Sasa kula kula, hii imefanya watu wengi wana viashiria vya kisukari kabla ya wakati. Wengi na mi nimewapima mimi mwenyewe nimewapima, na wengine ni wenzangu kabisa, nimewapima sasa niwaambie, mimi kwa ushuhuda wangu, kuna kipindi nilikuta ile glycated hemoglobin imefika 6.3. Tatu mimi mimi mwenyewe hivi, nikasema sitaki upumbavu, yaani imezidi mzidi ime, arabij nomo, kila kitu kiko nomo, ila glycated hemoglobin imefika 6.3. Point tatu, nilichofanya nikaanza mkakati ambao nitawaambia ikarudi ikawa chini ya nne. Nimerudia mara zote iko chini ya nne, na nitawaambia niicho kifanya. Jamani, bwana Yesu asifiwe sana, maana hatupaswi kuugua magonjwa ya kimisiri. Magonjwa ya kimisiri hayawapasi watu wa Mungu. Sisi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu. Tumetengwa, hatuli kitimoto, hatuli vitu hivyo vya ajabu ajabu. Sasa na kiswali kitoke wapi? Tunaweza tukakishinda kwa kujifunza kula na kuna kanuni ya Biblia ya kula: ule nini, ule saa ngapi, ule kiasi gani. Shida nyingine, I'm just introducing, na wapa tu ile mtangulizi. Siku hizi kuna ile kwamba, sasa bwana, umesikia, umesikia ee hey, kula kidogo, kula kidogo. Eh, kula kidogo. Ah, nakula kidogo tu, napunguza uzito nakula kidogo naye kuambia kula kidogo, ndio inapunguza uzito. In fact, unapokula kidogo ile pale kidogo ama ukala umeacha u... ngoja nikwambie sasa unapokuwa umekula kidogo ile ama umeacha wanga, kwa mfano ukiacha wanga wote ndani ya siku mbili unaona uzito umepungua kilo ngapi? Jamani unapungua uzito kilo ngapi? Mbili mpaka nne. Sasa kilo mbili mpaka nne unazopungua baada ya kuacha wanga na kula kidogo, hizo kilo mbili mpaka nne ni maji tu, hayo. Umepunguza maji, hujapunguza uzito wewe, umepunguza tu maji, yaani hapo umepunguza tu maji. Na ndiyo maana ukishapunguza kilo nne ama wengine wanene sana kulingana na unene wake, ukipunguza kilo saba baada ya kufanya ile pia, umejinyima kabisa, yale ni maji tu na ukirudi tu siku moja ya pili ukala, na siku ya pili ukala ukanywa maji, unacheka, ah, sasa nimeongezeka, siku mbili tu nimeongezeka, imekuaje tena? Si maji yamerudi, kwa sababu wanga ule ule wanga ni kama spongi. Eh, kama spongi jamani, sinafahamu ni spongi nini, kama lile spongi lile spongi ukilikamua, cha linaweza likajaa kwenye ngumi hapa, lakini na maji yote yametoka. Halafu ukilifanya lile li spongi sasa

Na kwa sababu ukikosa sana wanga ukala vitu, kinachotokea ni kwamba hata hamu ya, cha, ya maji inafanyaje inapungua, hata hamu ya maji inapungua unless uweze kuchu, kuongeza chumvi kidogo, una, uongeze chumvi kwenye yani, uongeze chumvi kidogo ili ujisikie, maana palipo na chumvi maji yanakuja. Kwa hiyo biology, Mungu aliumba biology ya mwili, maana nimeumbwa mimi kwa jinsi ajabu ya kutisha, hata moyo wangu unashuhudia na yote ya yamefunuliwa amefunuliwa kwenye roho, yani ndugu zangu, ya unabii Ellen G White, yule mama Ellen G White profesa. Ah, kwanza profesa ni cheo gani? Nabii jamani, Bwana Yesu azimbe sana. <laughs> Yeye ni nabii. Nabii ametranscend amepita kwenye biology. Ukiangalia yote, yeye ndiyo wa kwanza kusema sigara haifai. Kipindi hicho anasema sigara haifai watu walikuwa wana prescribe sigara yaani, unaenda kwa dokta anakuandikia kuvuta sigara tano <laughs> ilikuwa, yeye anasema sigara haifai. Sigara imekuja baada ya miaka mingi tena, hayupo ndio wanasema sigara mbaya, kansa zote zinaambatana na sigara. Nabii Ellen G. White ni nabii, sio wa Sabato, ni nabii wa kizazi hiki jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mbaya ni hivi, kuna watu tena wengine waliopewa kazi ya kuweza kusimamia mambo haya na vitabu hivi wanapinga. Sasa wengine ni mimi, unajua mimi kuna sana kusikiliza, nasema huyu ana matatizo kwa sababu hujamsoma mama White, hujamsoma Ellen G White, hujui hata nani unaanza kumpinga, unaanza kuweka mambo mengine, au unaanza kutafuta unaona kama vile alikuwa hajasoma we yule mama. Ukimpinga unampinga at your own peril, kwa sababu aliyoyasema yameproviwa mpaka leo kwamba ni kweli, na ni kweli tupu jamani. Bwana Yesu asipe sana, tutaangalia kwenye roho ya unabii na tumepewa jinsi ya kula. Mtu anakula, kwa mfano mtu anakula na mama ame, nani, nabii amesema vizuri, mtu anakula anakula tu maharage maharage maharage, nimeambiwa maharage yana afya sana. Maharage tu kila siku maharage maharage maharage maharage, mpaka maharage yamepanda bei. Tumeambiwa maharage tu. Hasa wewe, you cannot in, eat, huwezi kula tu only a single variety, yani kwa aina kamoja, kwa aina kamoja tu. Mungu aliumba kwa aina zake, ili kwa aina zake, ili upate variety hapa. Kadri unavyokuwa unachagua vile nani Eh, unapochagua zile mikundekunde kunde, mikunde kunde kadi inavyobadilisha rangi, hii nyekundu, hii rangi gani, hii nyeupe, yani ile rangi ile ndio inaleta vitu tofauti na inaleta afya tofauti, yaani inaleta uboreshaji wa afya zaidi, sio? Tumeambiwa maharage na siku hizi maharage tu mtu anapiga sasa. Ukimwangalia kwa mfano, mtu ambaye anakula maharage, mimi nimejaribisha, na mimi nilijaribisha hiyo nikala maharage kila siku maharage mpaka nyumbani. Ile bibi, kuna bibi yangu ana miaka tisini na fikiri mia, afikisha mia. Niko naye hapo nyumbani, nikifika mezani pale maharage. nikigeuka maharage. Sasa mwisho akanitania akasema, wewe unajua maharage yanaongeza uzito unasema usipunguze maharage yanaongeza kabisa. Wewe mzee subiri kwanza, mzee ngoja kwanza, ni nani. Kwa hiyo nikifika nyumbani nasema, unaenda kula nini yeye? Yeah, anaanza maharage Eh, huyu anasema maharage maharage. Kwani ni kitu kibaya maharage? Kitu kizuri, lakini kila siku maharage maharage maharage maharage, mwishowe sasa nikaenda kupima. Nilienda kupima renal function, nikapima ufanyaji wa figo. Ufanyaji wa figo tunapima serum, eh, serum creatinine. Tunapima urea, tunapima nitrogen, ile ufanyaji wa figo unafanyaje kazi ile figo, nikakuta yafuatayo nikakuta kretenine iko safi lakini iko tisini na kitu iko tisini na kitu. Nikakuta urea imezidi. Urea imezidi, unajua protini unavyoivunjavunja ukivunja furunja protini ndio inatoa kretenine inatoa na urea. Kwa hiyo nilikuwa na kitu kinaitwa azotemia azotemia maana yake, yani urea iko juu, lakini creatinine iko nomo. Kama creatinine ikiwa juu, ndio unaambiwa kwamba figo zimeharibika, kwa hiyo ufanyiwe. Ikizidi mia tano unaambiwa ufanyiwe, labda unafikiriwa ufanyiwe dialysis. Na naanza kufikiria, kwa nini matatizo ya dialysis yameongezeka sana sasa hivi? Kwa nini figo figo zimeanza kuongezeka? Kwa sababu ulaji umekuwa kuna, zamani nasema balanced diet, yani chakula kilicho tunaitaje balance diet? chakula kilicho kilicho, kilicho, kilicho, eh? E, mlo kamili. Asante sana. Unakula mlo kamili ume, umejaa kila sehemu. Siku hizi unakuta mtu anakula, ameambiwa wanga mbaya, lakini anakula nyama kilo moja, tena nyame, nakula nyama nakula nyama, ni shukishe uzito wewe, una matatizo. Nyama yote unayokula kilo nzima ile nyama inahitaji energy ili iweze ku, ku, ku, ku, kumeng'enywa na inapotoka inatoka kupitia kwenye figo. Nyama inapita kutoka kwenye figo. Sasa wewe, energy huli, unataka hiyo nyama ndio ibadilishwe. Ni kweli, proteini inabadilishwa kuwa energy na mafuta nayo yanabadilishwa kuwa energy, kama vile, eh, kama vile nani, kama vile wanga unavyobadilishwa kuwa energy, sawa? Ni kweli lakini process ya kubadilisha ile nyama iwe energy ni ndefu ndefu ndefu, na wewe umekula kilo nzima. Baadaye uchafu wote ule wa nyama unapita kwenye figo, wote utoke na maji, ujanywa mwezi mzima unywi maji, unakunywa maji kidogo, jawabu lake nafuata mawe kwenye figo. Ndio maana ah, ninajiwe unywi maji si nani atakiwa kuwa, eh, unakunywa maji, yale maji si yanasafirisha uchafu, safirisha uchafu kwa hiyo yale masumu yanakutana pale kwenye figo. Yakishakutana kwenye figo, yanaanza kuagregati, yakiagregati na nini na kajiwe kanatengenezwa pale, kajiwe kwenye figo, kajiwe kwenye nyongo huku, kwenye nyongo huku. Lazima turudi kwenye mstari, na sisi tumepewa kitabu na tumepewa nabii ambaye, katika enzi zake zote, Waadventista Wasabato, angalia historia, mzee anaweza akakwambia historia ya wa Wasabato wamekuwa na afya kule Marekani, wa adventista baada ya kupokea ujumbe huu wa nabii. Ukipima afya ya waadventista wa, wa, wa sabato wa Romalinda na wa sabato wa, wa, wa kule Marekani, walikuwa na afya mara kumi, yani miaka kumi zaidi, miaka kumi kuzidi ile population ya kawaida. Yani walikuwa wanaongeza miaka mingapi? Kumi zaidi ya ile population ya kawaida ile life expectancy na haimaanishi kwamba hawakupata kabisa matatizo ya, ya saratani, kwamba hawakupata kabisa matatizo ya, ya, ya sukari. Ah -ah, ilimaanisha kwamba kama ingetokea, inatokea ukiwa na miaka tisini huko. Jamani, Bwana Yesu azie sana, hata ile ambayo umeirithi ilikuwa inasukumu, haitokei katika miaka ya nguvu, inatokea kwenye miaka ya huko mbele. Lakini siku hizi waadventista wa Sabato na dunia yote wanaonisikiliza mtoto ana miaka ishirini na tano kisukari tayari, presha tayari, shida imeshakuwa, ameshakuwa. Sasa mambo hayaendi. Angalia saratani, sasa hivi saratani. Juzi pale Kinondo alikuwa na, na mtoto mdogo, yule mtoto mdogo ana miaka kama, nafikiri, minne au mitatu, ana saratani ya jicho, mdogo kabisa. Saratani za utumbo mpana nyingi na mimi nimekaa hapa Mwenge, nimehesabu hapa Mwenge, mimi ni dokta, mnielewe. Kwa hiyo kija hapa mtu amekufa kwa ajili ya nini, na hesabu moja A, nini, amekufa kwa ajili ya, na hesabu mbili nini, na hesabu tatu na nini, na hesabu nne nini. Nimeona mimi nimeshuhudia kwenye Waadventista wa Sabato, yaani saratani ya utumbo mpana nyingi tu kwetu. Hasa saratani ya utumbo mpana, shida yake ni nini? Saratani ya utumbo mpana ni kwa sababu ya kula vyakula visivyo na lafeji, yaani kama unakula nafaka iliyokobolewa kiti nani, sio kitimoto, unakula nyama nyingi, na nyama haina lafeji, haina fiber. haina zile fiber, fiber. choo ni uwendi, yaani useme saratani ya utumbo mpana ni kukosa choo kwa sehemu kubwa.